Jeneza, alafu ndani ya jeneza kuna kitamba, alafu kuna santa, alafu anasema unakufa, alafu usiku unakuwa na moyo unaenda mbio. Kuna saa moyo unaenda mbio, eh, moyo unaenda na chimani kwako, unakuta moyo unaenda mbio, alafu kuna pepo linatoka kama roho ya mauti. Wakati mwingine Mungu anakupa nguvu ya kuomba, lakini kuna saa unakosa nguvu ya kuomba kabisa, eh. Kepo ni kia bandi yona kama umekata tamaa. Oh, niliona fia wa bandi wa <laughs>

sababu niki leo yule mtoto mpaka leo ameacha shule ameshika kuendelea na masomo, ambaye nakwambia hadi kimshika ila nishika na mimi hadi nao nishika, ndo inaomshika na yule mtoto. Roho ya mauti, funga dhako macho, mwanamke, mtoe kwenye ilo jeneza, mtoe kwenye mahandaki zako, hapo mauti ai spiki bachie mwacharaka sana shikechi na Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ndani ya miaka miwili ilikuwa na roho ya mauti inayonifuatilia na kunitesa sana, pamoja na familia yangu. Nimekuwa nikijaribu kwenda kwenye maombi sehemu mbalimbali, lakini bado imekuwa ikinifuatilia. Lakini siku moja nilipokuwa kwenye biashara yangu, yuko rafiki yangu mmoja ambaye alinielekeza, ambaye anaishi huku mahali ambapo mchungaji yupo akaniambia kuwa na yeye aliwahi kuwa na hiyo roho ya mauti lakini mchungaji alimwombea ikamsaidia. Namshukuru Mungu nilichukua hatua nikaja mpaka hapa. Na nilipofika, kweli nilikuwa na hali mbaya sana, nilikuwa naona mauti kabisa kabisa kabisa. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu kitendo mchungaji ameingia na kuniombea, kweli namshukuru Mungu nilifunguliwa, na hata mpaka sasa na imani ya kuwa niko huru na watoto wangu wako huru ilikuwa inanifuatilia kwa sababu nina mtu ambaye nilikuwa naishi naye yule mtu alikuwa amejiunga na tayari mke wake aliyekuwa anaishi naye alikuwa amefariki ilikuwa na roho kutolewa kafara na katika, katika kuchunguza kwenda kwenye maombi niliambiwa kuwa huyu mtu alijiunga na hata mke aliyetangulia kufa tayari alikuwa amemtoa kwenye kafara na, na baada ya hapo, akaniingiza na mimi hatimaye na watoto baadhi tumekuwa tukiteseka sana lakini namshukuru Mungu kwa sababu nimekuja hapa kwa mtumishi wa Mungu ameniombea Naendelea vizuri kwa kweli. Nilipokuwa nakuja mahali hapa, kwanza roho ilikuwa itaki, na nilipofika kanisani nilisikia hali moja kama ambayo ndio naondoka kabisa. Lakini baada ya muda, baada ya maombi kweli, namshukuru Mungu ile roho ya mauti imeondoka, nasikia amani kabisa.

Amina, Baba, hivi navyoongea na wewe, kuna nguvu natanguliza mbele yako, mambo yao yote waliopanga juu yako Amina. Na warudishia kila wakipanga kukufuatilia, waruguwe mpaka wadondoke wenyewe, wachanganyikiwe. Kuanzia leo nimekieka ukuta kati yao, kuanzia leo wane nakupa kipawa cha kuwa mwombaji, vitu vyote watakavyotuma kwako havitakupata Kuanzia leo nimekuwekea ulinzi wa na nyumba yako na watoto wako. Hiyo nyumba anatanguliza malaika. Hofu mashaka itakuwepo mauti kwenye hiyo chumba itakuwepo. Wewe Mungu amekutangulia tangu leo.